Mechi ipo. Marhaba, hiyo ndo nilikuwa nalitaka mimi sasa, nisikilize nami nikwambie sasa. Mimi, mimi nachoomba leo hii Yanga Simba tusibabaike na hao wa viongozi waliokuangazia juu. Sio viongozi basi, mbona una haraka sana. Viongozi wanaamlishwa na sisi. Marhaba. Wewe hao viongozi waliokuwa juu ndio wanatuharibia soka ah. Mimi ndio nataka mimi TFF Haiwezekani. Ah. Unajua wewe una maisha kama kunguru kula kwako dampo ku arobaini sio maisha nakufunga? Hata ukinifunga miaka kumi mimi kwangu naridhika lakini wewe kunaambia huna ibodi na imani na bodi ya ligi. Mimi swali hilo silitaki ah, na namba gani barua za ligi? Hebu ah, nikuulize swali moja. Ah, niulize swali. Hivi hapa leo anaongoza nani? Ligi, Ligi anaongoza nani? Nakuuliza wewe, anaongoza nani? Simba. Ndio. Wewe bwana, umeelewa au vipi? Wewe ndio umeelewa. Ligi anaongoza Yanga. Ah, sasa kwani? Ngoja nikuulize. Ligi anaongoza Simba. Eh, kwenye mtiririko wewe unaongoza. Ndio. Sawa, ame bado nakuuliza swali moja lingine mm. Yanga wanakuambia hawana imani na nani na bodi ya ligi? Je, mpaka Mungu akituweka uhai, mwezi wa nane wala wakaa madarakani, watatoka bado wapo? Sasa ngoja mwena... swali basi, hakuna mtu anayeweza kukaa madarakani miaka yote, sio jibu lake, nimekuuliza hivi. ah, sasa mimi nimekujibu vizuri tu, wewe unataka jibu... Jibu... Jibu tena. Mwezi wa nane wewe unaweza kumjua Nguta anaondoka, nielewe kauli yangu na hakuna mwezi wa nane, lazima mwezi wa nane utabaki uongozi ule, mwakani ndipo tutafanya uchaguzi. Sasa ngoja nikwambie kitu, bodi ya ligi imesimama na watu wa Simba, sio kweli. Hivyo ingekuwa taratiba, ingekuwa Simba ndio naenda na kupanga hapa. Ngoja nikwambie umeniona mimi naulia tena, wewe uongee uongeavyo, sisi tunachotaka, no mbungi, tarehe kumi na tano ipigwe mbungi. Sisi mbungi ndio mbungi, no sisi. Sasa tunachotaka sisi sasa hapo, eh, tutajua bingwa nani na mtu wa pili nani na sisi ndio kwa tunataka hivyo kwa mechi ya mwisho tupambane na wewe mahaba unajua unapochomwa na mwiba ndipo unapotokea hapo hapo jue asa mwiba sikiliza mwiba unauchomoa watu unauchomoa eh? Eh. na mwiba ukichoma mguuni wapi chini chini lazima mwiba ukikuchoma mguuni ama uka wapi kaa chini ala mwiba ukikuchoma kama mtoto wa kiume unachomoa unatembea Mahaba. kama unatembea kama umevunjika mle mle kama umevunjika tana utakaa chini aauk fike nyumbani, wembe unao paaekama nacho. nakujibu swali moja Ae. ile Simba Club, Simba itakuwa bingwa, wewe enda kwenda mahakamani, Simba itapiga mwisho hapa hapa. Wewe huwezi kuwa bingwa. Tumweke Mwenyezi Mungu mbele, sio Mwenyezi Mungu kabla of time. Kwenye mpira hakuna Mungu, ah ah mimi peke yake hata kama mpira hakuna Mungu lakini naomba Mungu anisikilize hapo, kwenye mpira watu wanakuwa mto bol ndio kwa maana wewe una mabeki, wewe bwana yake unalewa sana pombe wewe, eh pombe mimi nakunywa, unakunywa, eh, sasa ukiniambia wewe je, sio unavyotaka wewe. Kwanza mimi namuomba eh Mungu mbele, control ball Mungu anakuja wakati wewe Mungu aje ndio tayupo namuomba tu. Ah, Mungu lakini ye safari hiyo klabu yenu mnajifanya, si kuna vijana, siku na wazee, si mnajifanya kuna vijana si si kiongozi ana hela yake, hata kama atakuwa yuko huyo kiongozi wenu awe kwenye nani juu huko, lakini Simba mekotea. tabaki kuwa Simba kwanza Simba imwogopi mtu umepotea. narudia tena Mungu kila siku nikiongea na wewe achangulie sijui ni watu si yeah, wa, wa busara wazee timu. Simba. Na mimi kama TFF, na mimi kama TFF, yani wewe ukaja ingiza timu lazima na kunyanganya pointi tatu na zingine na nyanganya vile vile fundisho wa kwa watu wengine na viongozi wako unasimamisha wote wale oamogombnahasha bwana. Unajua ustaabu sio mpaka uende shule. Ile inaitwa Simba Sports Club. Kibadeni. Ah, King Mputa huyo. Eh, anifunga mimi goli ya tutik. Sasa wewe usizungumzie Simba sasa hivi. Zungumzia Yanga Africans. Mimi akato namsifia mke wangu. Nitamsifiaje mtu wa mwenzangu? Mimi namsifia mke wangu mama vijawa ndio ninayompenda. Unaendelea vizuri. Ah, fanya lolote lakini mimi moja jioni nitaporudi naitwa mume wangu. Si unaendelea vizuri. Na mimi namuita mke wangu mekuja kwenye mianga iko sasa Yanga Africans na Z... Simba Sports na Simba Sports Club. Ndio mimi nachozungumzia, ni Yanga, hatupo kama mavijana na mimi nazungumzia kama Simba Sports Club, ndio timu naoipenda, Simba Sports Club, echi sisi <tansi> tunacheza, na mimi ndo navyotaka, hawa wanajiogopesha. Nasema hivi mimi ndo nachotaka, wazee wazee wameongea vile, wanawa mzee ndo anacheza mpira bwana ndonyewe. Sasa mmekuja na mbuzi mnachinja ng'ombe kila siku pale mnamogopa mbuzi na ng'ombe. Mkubwa nani tumeni akili. Oh atake bodi ya ligi bodi ya ligi kwa mara pale na mwezi wa nane, Mungu akitoka uhai, viongozi ndio wale kipleka, kawai, ndo, wale mwakani ndio tunafanya uchaguzi kaa je watakuongoza au kuongozi. Nenda kwa Rwanda unapotaka kusema wewe, nenda kwa Rwanda. Naenda kutazama mechi ya nini? Sisi ya kirafiki hivyo, wacha ligi yako ndio katika mechi ya kirafiki, waone kama upumbavu bana. Mimi sina mengi ya kuongea zaidi ya Simba Sports Club oye, Yanga oye.